Asubuhi ya Jumatano, 30 Septemba mwaka 2025, wanajeshi wa jeshi la Concorde AFC wamekamata kwa nguvu mamia ya vijana raia wakiwemo watoto katika jiji la Bukavu mkoa wa Kivu Kusini. Wote walikamatwa, walisafirishwa hadi kambi ya Kansayo bila sababu rasmi kutolewa na kikundi hicho cha kijeshi. Tukio hili limezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi huko mashirika ya kirahia na yale ya kutetea haki za binadamu yakipaza sauti kwa kuonya kwamba huenda ni sehemu ya mikakati ya kulazimisha vijana kujiunga na jeshi la AFC au mbinu ya kuwatisha na kuwagandamiza vijana wanaoweza kuibua madai ya kirahia. Habari mpya zaidi zinaashiria kwamba baadhi ya waliokamatwa huenda wameanza kupelekwa katika kambi ya Rumangabo mkoani Kivu kaskazini, jambo linalotia shaka mpango wa kuwapa mafunzo ya kijeshi kwa lazima. Mashirika ya haki ya binadamu imetaka jumuiya ya kimataifa na vyombo vya kikanda kuingilia kati ya haraka ili kuhakikisha vijana hao wanaachiwa bila masharti na uhuru wao kulindwa. Kwenye msako huo bunduki nne, aina ya AK-47, kitita cha pesa bandia na dawa za kulevya viliweza kugunduliwa. Kwa upande mwingine, huenda msako huo ulifanyika dhidi ya vitendo vya uporaji na mauaji vinavyoendeshwa na watu wanaomiliki silaha kinyume na jeshi hilo la AFC M23 uko Bukavu.